Mheshimiwa Rais, sipendi kurudia maelezo ya maji ambayo yameshatolewa, ni mengi sana. Lakini nitumie nafasi hii kumpongeza sana mteule wako Mheshimiwa Aweso. Yeye pamoja na timu yake nzima ya wizara bila kusahau bodi ya maji ya Mauasa na watendaji wote wa Mauasa, Mheshimiwa Waziri, kazi ambayo Mheshimiwa Rais, ilikuwa inapatikana hapa Mwanza ilikuwa ni kazi kweli kweli, wananchi kupata maji. Lakini leo mwanga wameanza kuuona, na maji yanayozalishwa hapa Mheshimiwa ulioyazindua leo, tayari kwenye kata takribani tisa wameanza kunufaika nayo, na tunakushukuru kwa mradi mkubwa wa usambazaji ambao utakwenda kuondoa kabisa tatizo la maji. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo umekuja, na wewe ndio mwenye mji na wewe ndio unayetupa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais ni kushukuru kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Nyamagana kwa miradi mikubwa ya kihistoria ambayo umewatendea Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ulipoingia madarakani ulisisitiza juu ya uboreshaji wa sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais, nataka nikupe taarifa kwa miaka yako minne umeweka historia Nyamagana kwa kujenga madarasa ya msingi na sekondari a jambo ambalo halijawahi kutokea. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa hiyo tu tumejenga shule mpya kumi na tatu za sekondari na msingi. Lakini Mheshimiwa Rais, kwa mara ya kwanza, kila shule ilipojengwa majengo ya utawala kwa ajili ya walimu na watendaji wa shule yamejengwa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa historia hii kubwa. Mabweni zaidi ya saba kwenye shule zetu za msingi na sekondari amejengwa kwenye sekta ya elimu peke yake. Mheshimiwa Rais, kwa miaka yako minne umetuzawadia shilingi bilioni ishirini na tatu za Kitanzania ndizo zilizozaa matokeo haya. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais, kwenye sekta ya afya kama unavyofahamu kauli yako mbiu ya kuhakikisha unaondoa kabisa kama sio kupunguza vifo vya mama na mtoto, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Jumla ya shilingi bilioni kumi na moja milioni mia moja na sabini na sita zilizojenga vituo vya afya zaidi ya vinne, zilizonunua madawa, zilizoleta vifaa tiba na kuboresha hospitali yetu ya wilaya. Mheshimiwa Rais, sio tu umepunguza vifo, bali umeokoa maisha ya kina mama waliokuwa wanatoka Fumagira kuja mjini kwa ajili ya huduma za afya, waliokuwa wanatoka Burale kuja mjini kwa ajili ya huduma za afya waliokuwa natoka Igoma kuja mjini kwa ajili ya huduma za afya. Mheshimiwa Rais, umeokoa maisha yao kwa kuwasogezea huduma karibu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, jambo jingine ni miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Rais, uliahidi utaendelea kutuletea fedha kuhakikisha miundombinu ya barabara inaimarika. Mheshimiwa Rais, tunafahamu kati ya kilomita nyingi tulizo nazo umetusaidia kujenga kilomita 54 za lami, za changalawe, za zege na za ambazo zimetengenezwa kwa kiwango cha vumbi. Mheshimiwa Rais zaidi ya bilioni arobaini na nane ikiwemo barabara ya kihistoria kutoka Buhongwa kwenda Igoma kupita Rwani Makishiri yenye zaidi ya bilioni ishirini na mbili inayofadhiliwa na mradi wa tactic. Mheshimiwa Rais hizi zitabaki kuwa alama zako kuu kwenye jimbo letu la Nyamagana. Mheshimiwa Rais nisichile sana muda wako. Lakini nimalizie kwa kusema kwa mji wa Mwanza ni mji wa kibiashara. Mheshimiwa Rais, mwaka mmoja uliopita ulizindua mradi wa BBT wa uvuvi kwa kuja Mwanza na kuwatazama vijana ulipokuja na kuamua kutupa mradi wa mikopo ya boti pamoja na vizimba. Nyamagana peke yake, Mheshimiwa Rais, vijana wapatao mia mbili kumi na moja kwenye vikundi vipatavyo kumi na tano walipata shilingi bilioni mbili nataka nikuthibitishie mheshimiwa rais mpaka leo baada ya mwaka mmoja na nusu wameshavuna tani mia tano sawa na kilo laki tano wanalipa deni vizuri wanafaidika na wao wameanza kuongeza vijana wengine na nimshukuru sana mkurugenzi na baraza la madiwani kwa kuamua kuongeza fedha zaidi ya shilingi milioni mia saba ili kuongeza kwenye chachu ambayo ulifanikisha mheshimiwa rais tunakushukuru sana sisi hatuna cha kukulipa isipokuwa Oktoba itakapofika, wananyamagana wote kwa pamoja tutaweka tiki kubwa kwa ajili yako ili uendelee kuwasaidia Mheshimiwa Rais. Baada ya maneno hayo machache, ninayo mengi, lakini kwa sababu ya kibiashara nimalizie Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, Jiji la Mwanza lilikuwa na miradi ya soko na stendi ambayo yote kwa ujumla wake ilikuwa imeshalipwa shilingi bilioni saba peke yake na ikiwa iko chini ya asilimia kumi na saba Mheshimiwa Rais ni heshima yangu kwa niaba ya wananchi wa Nyamagana kukushukuru toka ulipoingia madarakani leo tunapozungumza miradi yote miwili imekamilika soko pamoja na stendi umelipa zaidi ya bilioni arobaini na tatu haya Mheshimiwa Rais ni mapenzi makubwa sana kwa wananchi wa jimbo la Nyamagana hakika hatutakuangusha Mheshimiwa Rais Nakushukuru kwa sababu sauti ya mbunge wa watu wa Nyamagana haikupotea bure, uliisikia na hakika ukatenda. Na sina shaka Mheshimiwa Rais, kwa kipindi hiki tunachokwenda, na hawa ndio wana Nyamagana, na mimi Mheshimiwa Rais, bado nipo, nipo. Nawaomba waendelee kutuunga mkono ili tuweze kuvuka salama. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana, asante kwa muda wako. Mungu akubariki wa na kukutunza, sisi tunakutumainia. Kidumu chama cha mapinduzi. Makofi mengi sana! Nyamagana oye! Oh, asanteni sana, asante.